Uh, ikiukweli Chidi ame relapse na, na, na ku relapse kwa wagonjwa, kwa sababu hawa ni wagonjwa, wanajua wana addiction, wana ugonjwa ndani yao kwamba hawezi kufanya kitu mpaka madawa. Kwa hiyo na, nachoweza kusema Chidi Benz alikuwa hajapata matibabu bado sahihi, hakumaliza muda wa matibabu, alitoka sober houses ndani ya siku ishirini na nane. Kwa hiyo still mimi namuomba Afikirie faida anazozipata soba na faida anazozipata sasa hivi kwa mtaani. Kwa hiyo nafasi bado ipo kwake. Kwa, kwa sababu tume play part kubwa hadi Chidi Benza kae sawa. Kwa hiyo anatakuwa tusikilize, amsikize Tale ambaye ni meneja wake, anasikize mimi ambaye nafanya hizo harakati na yajua madawa. Nafasi ipo kubwa kwake Chidi Benza kuweza kujisahihisha na kurudi kuwa mtu mwema. Kulikuwa kuna safari ya yeye na Raisi kupeleka Ulaya, lakini ilikuwa inataka kuwa subira kidogo, wao wafadhili ambao walikuwa wanataka kuwapeleka Ulaya kwa matibabu zaidi. Ndani ya siku ishirini na nane amechoka kukaa soba, anataka kurudi mtaani. Sasa wafadhili wakishaona wao uko mtaani tena, kuinvest lao nakuwa ngumu, wanaona bado hujapona. Hatukuwa tumemtelekeza. Mi kila weekend nakwenda kumtembelea Chidi Benz na anampelekea mahitaji ya msingi ambayo binadamu anatakiwa kupelekewa, chakula, sabuni na vitu vingine vya msingi vya kumfanya awe entertained, aone kuna umuhimu wa yeye kuendelea kukaa sober. Ajili zangu nimeishia amesema amepona; anataka kurudi mtaani, yuko poa, Arosto siku tatu. Nimeshakaa siku 28 sina Arosto, hata nikirudi mtaani sitovuta. Mimi najiamini, niaminini. Si nimeamini mmeleta hadi hapa na mimi niaminini mimi kama niko poa. Uwezi kumshikia mtu bunduki, ni masuala ya hiari. Aie yako unasema umepona poa, turudi mtaani. Mtaani mrelapse. Taarifa napata bwana jamaa anaonekana kijiwe fulani. Jamaa anaonekana kijiwe fulani. Ukiangalia hata afya yake kwenye mitandao mbalimbali ya mbali kijamii imezorota tofauti na alivyokuwa yuko soba, tofauti na alivyotoka soba. Kwa hiyo mwenyewe ni shahidi wa nafsi yake. Alikuaje soba, amekuwaaje sasa hivi mtaani? Na dawa mwisho wa siku zinaua. Kwa choice ya kwake mwenyewe kuamua kuacha ama kuendelea kuvuta.